Wachokonozi, na katika kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi nimekuwa nikiona mara nyingi mm-hmm. Uh, kuna product ambayo inauzwa na hivi vyama vya siasa kwa sababu mm -hmm. Ile ile ambayo tunasema watu mm -hmm. Wameondolewa uwezo wa kufikiri kisiasa mm -hmm. Sasa wameuziwa utumwa wa kidemokrasia, mmoja ya utumwa wa kidemokrasia ambao mimi nakwambia mara nyingi tumeuziwa nchi hii mm -hmm. Ni habari inaitwa amani na utulivu. na utulivu. Wa Tanzania. mm -hmm. Mimi nazungumza kama mlimwengu ninayeelewa anachozungumza mm -hmm. Tunapozungumza maneno Mm -hmm. au tunapounda maneno mm -hmm. sasa hapa tunakuja kwenye sayansi ya lugha, okay. <laughs> tunapozungumza maneno maana mm -hmm. yake ni kwamba mm -hmm. kuna sura ya maneno tunataka uione mm -hmm. na kuna maana ya maneno hayo tunayomaanisha shumelipata? mm -hmm. Yes, ndio maana kwenye political psychology wanasiasa wanafundishwa shape shifting mwanasiasa siku zote anapambana kukuonesha sura unaotaka kuiona wewe mm -hmm. Lakini sura yake halisi ya kuoneshi ni public mm -hmm. Utaifahamu in person mm -hmm. Shumenipata yes. Kwa hiyo kwa muda mrefu sana nimesikia sana nimesikia toka na kuwa mm -hmm. Tanzania tunaambiwa tunauziwa idea kwamba sisi ni nchi ya amani na utulivu. na utulivu, hayo ni maneno tunayoonyeshwa nje, ni picha ya nje. Ila... watu waliojifunza semantics mm. pragmatics siu lexis wanaelewa nini nazungumza. Waliojifunza mm. linguistics mm. mm. wanaelewa nini nazungumza mm. mm. Maneno yana sura ya, ya nje alafu yana maana ya ndani mmm shumiripata man, man, man, ndani ni nini sasa? Uh -huh wanaosema Tanzania ni nchi ya amani na utulivu mm. nani anazungumza hili neno? Ni mwanasiasa aliyeko madarakani Sio mwananchi, sio mwananchi ambaye hayuko kwenye mamlaka mm. Kwa hiyo sasa, hapa ndo watu nawafundisha sasa sayansi ya lugha mm -hmm, au saikolojia ya kisiasa <laughs> au ujasusi kwa lugha ya jipesi nawafundisha, <laughs> ili waone ninapokuambia kwamba Tanzania ni nchi ya amani na utulivu, mimi mwanasiasa ndo nakuambia wee, mwananchi mm -hmm. Si umenipata? mm. Maana yake ni kwamba tafsiri yake mm -hmm. Amani hiyo zungumza ni naitaka mm amani na utulivu hiyo ninayoizungumza ni mimi niliyoko madarakani ndio naitaka ili niendelee kukutawala mm. Amani na utulivu ninayokuambia maana yake nakutaka wewe uwe passive, usiwe active, kusimamia viongozi wako kusimamia viongozi wako na kutaka uwe pasivu, maana ukiwa active utareacti na matendo yangu mimi mwanasiasa wako ukiriakti na matendo yangu mimi mwanasiasa wako, ndo maana unasikia wanasiasa wanasema sisi tunamiliki dola. mm. Kwa hiyo ukiwa active wewe mwananchi, mm -hmm. utariakti na matendo yangu mimi mwanasiasa, mm -hmm. na ukiriakti na matendo yangu mimi nitapata hofu ya kupoteza popularity, mm -hmm. nitapata hofu ya kupoteza uongozi wangu, kwa hiyo lazima nitaamrisha dola ikudhibiti. mm. Sasa ili tusifike hapo, lazima nikutangazie amani na utulivu, yani endelea kuwa passive, mimi nifanye mambo yangu, mimi nifanye mambo yangu huku nikikuahidi barabara kwa miaka sitini na saba ya uhuru mm. si umenipata? Kwa hiyo ukiangalia kwa jicho la mtu mwenye upeo wa chini wa kawaida, utaona kwamba ni kweli nchi mm. yetu ina amani na utulivu. Lakini, lakini anayezungumza amani na utulivu ni nani? Sio wewe mwananchi, ni mwanasiasa ndiye anakuuzia hiyo product ya amani mm. na utulivu, ili usi wajibike usiriati mm. na matendo yake ambayo ni duni, uendelee mm. kuwa passive. Nchi yetu ni ya amani na utulivu, hatutaki vita sisi mm. soko linufaika. Mnufaika ni mwanasiasa aliyeko madarakani, mwana sio mwananchi, sio mwananchi kwa oh. mnufaika wa amani na utulivu ni mwanasiasa kwa sababu wewe ukiwa kwenye ilo ombwe la hofu ya amani na utulivu kwamba jamani, wakati wa uchaguzi, tunapoelekea uchaguzi, tunasisitiza amani na utulivu, tuendelee kuzingatia amani na utulivu, maana yake wananchi msio active. Mkiwa active, yani mkiwa timamu, mtaona uongo wetu mm -hmm, mtaona janja janja zetu, janja mm -hmm. Na sisi hatutakubali muone, tutawadhibiti ili msione. Wanaweza wakaona, lakini wakitaka take action, yes, kuna dola, kuna dola. Sasa na mwananchi akisikia dola anaona hapa kuna kufa, maana wale jamaa wana bunduki na mabomu. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vizuri. Kwa hiyo huyu mm ndiyo -hmm. mchezo unaochezwa hapa. Kwa hiyo product ya amani na utulivu kisaikolojia, kwa sura ya ndani mm -hmm. maana yake ni kwamba for a long period of time mm -hmm. mm -hmm. psychologically watanzania wameuziwa hofu ndio maana ukisikia amani na mara nyingi nasema wa, nawaambia mm. watu. Ukitaka kutafsiri maneno listen to the frequencies Mm. za hayo maneno amani na utulivu Mm. Na kwa nini narudiwa rudiwa? mm -hmm. Psychologically ukitaka ku indoctrinate watu lazima ufanye repetition mm. Nasema mara nyingi, ukitaka kuwafuga watu akili washtu, yani uwafanyie repetition, urudie mm -hmm. urudie, urudie, urudie, mwisho inakuwa their behavior, mwisho mm -hmm. inakuwa part of their body mm -hmm. kwa hiyo product ya hofu katika package ya amani na utulivu mm -hmm. imekuwa part of the Tanzanians body. Lakini <coughs> ni kweli mzizi wa tatizo ni wanasiasa au kitu kimeanzia mbali hiki? Mzizi wa tatizo ya hofu inayoliongoza taifa la Tanzania umeanzia at the family level, ah mm -hmm. kwa maana mm -hmm. mimi nikisikia wananchi wanaodhani ni wananchi mi mm -hmm. nimesema, nchi hii haina wananchi, ina, ina misukule mm -hmm. kwa sababu ingekuwa na wananchi Ningeona klipu chache sana za comedy online ila mambo kama tunazungumza ndio ningeona mengi. Watu wana share wanazungumza, wa huko majumbani mm. mm. <coughs> ah. kwao nyumbani.

kwenye ngazi kwenye ngazi ya familia pale mm -hmm. Watu hawako active mm -hmm. Wazazi wafundishi watoto kuwa active citizens mm -hmm. Kwao matoto yako dormant. Nilikuwa naangalia clip juzi yeah. Na mtu wangu wa karibu sana mm. Watoto wa nchi za wenzetu wale weupe mm. wanaulizwa naje na Rais Donald Trump yes? utendaji kazi wake. mm. watoto wanahojiwa wana express yes. wanasema we jamaa sometime yuko harsh mm. hey, he is very harsh sometimes mwingine mm. mm. anaulizwa wanasema you know Donald Trump sometime anachekesha. mm. mm. mm. mm. mm. wanatoa pointi fulani watoto wadogo miaka kumi na mmoja miaka tisa miaka nane yes wanajiamini yes. kwenye kupresenti wanachoulizwa sasa yes. Nikamuuliza watoto wetu hao hapa Afrika mm. Tanzania waku wakiulizwa utendaji kazi wa rais wao wa nchi mm. hata rais wanamwelewa kweli? hawaelewi eh? kwa sababu at the family level hawajafundishwa ku active citizens. Ndio maana mi nakwambiaga mara nyingi kwamba nakwambia mara nyingi sana mm. kwamba vyama vya upinzani unavyoviona vinapingana na CCM ccem eh. haviko serious kwenda ikulu kwa sababu wa vile generation, okay. Mimi nikisema mara nyingi kwamba CCM itadumu muda mrefu, yani CCM itajiondoa yenyewe madarakani wao kwa wao, wao kwa wao, kipasuka wataondoka, wataondoka, lakini wapinzani hawawezi kwenda madarakani mpaka watengeneze generation yao. Maana mm. CCM ina generation yao from tano. Ay, ila kwenda generation ya wapinzani iko wapi? Show me wana msingi wale, show me, hawana. Sasa uwezi kweli ilibuka, ilibuka, ilibuka, ilibuka mm. Eh, walikuwa wameanza kuitengeneza kipindi cha kina Dr. Sala walikuwa wanatengeneza generation ya kufanya mabadiliko lakini hawakujua ni nini wanataka kubadilisha mm. Do you really want to change the system? huwezi mm. kuondoa system iliyoko madarakani kwa kubishana nayo. Unaondoa system iliyoko madarakani kwa kutengeneza generation. Sasa generation inategemea unatengeneza kizazi cha watoto au kizazi cha falsafa na fikra. That's how mm. we change the system kwa nchi zetu za Kiafrika. Otherwise, tufanye mapinduzi ya kijeshi. Eh, labda vinginevyo, shimenipata ii tufumue chama eh, eh, kije kingine, yes, kitu ambacho sasa ukiangalia kwa nchi kama zetu hizi ni kitu ambacho hakiwezekani mm, kwa jicho la haraka haraka hakiwezekani kwa sababu sisi wanasiasa unajua, wanasiasa wa nchi zetu hizi bwana, ni wajanja sana. mm. <laughs> wajanja sana, mimi nakwambia. Na ndio hilo nasema, ukiwanyanganya watu uwezo wa kufikiri kisiasa, kisiasa, wanakuwa watumwa wa demokrasia. mm. Nionyeshe taifa gani duniani ambapo kiongozi wa kijeshi anaweza kastaafu madarakani mm. alafu akapewa wadhifa mwingine wa kuongoza, au nionyeshe sekta yoyote nchi mwalimu anaweza kastaafu walimu alafu akachaguliwa kuwa balozi. Kwa nini watu wakistaafu kwenye vyombo vya usalama wanachaguliwa position zingine? Unajua, What is behind there? Ndio maana nakwambia lazima ujue kuona sura unayoonyeshwa nje na, na kinachomaanishwa ndani, kitu gani kiko nyuma kwenye, kwenye nchi zetu, zinafanyika vile kwa sababu mm. nyie mnaobaki kwenye hivi vyombo mm -hmm. Tunawaonesha kwamba mkiwa loyo kwetu. mm. wakati mnaondoka, sisi wanasiasa, sisi wanasiasa ah, mkiwa loyo kwetu wakati mnaondoka, tunaweza kukutengenezea mazingira ya kuendelea kula. mm. Waliopo lazima wawe loyo na wanasiasa, that's why. Na kwa fikra zangu za ndogo, nadhani ni ngumu sana kwa nchi kama zetu hizi au yetu hii mm. kukutana na mapinduzi ya kijeshi kwa sababu kuna promise okay, ya kula vizuri paka unakufa paka unakufa baadaye. mm -hmm. Swali so, langu linakuja, kwa nini walimu wa kistaafu hawezi kuteuliwa kwa balozi? mmm -hmm. Ila oh. kuna watu wa kistaafu kwenye baadhi ya vyombo wanateuliwa nafasi zingine, wakati kisheria amesha staafu umri wa miaka 60, amestaafu kazi apumzike nyumbani. Hiyo position, kwa nini unasipwa watu ambao ni damu changa? mm -hmm. Kumbe ndo nyuma yake hicho sasa, huo ndio kunyang'anya watu uwezo wa kufikiri kisiasa. Siasa wanakuwa watumwa wa diplomasi wa demokrasia, lakini wakati anapewa promise yes, kwamba ukistaff mm -hmm. eh, tutakupa position yeah. Ni kweli kuwa royo kwake ni kwa ajili ya wananchi au ni hapo juu? Sio kwa ajili ya wananchi, ni kwa ajili ya hapo juu. Mm. Ni kwa ajili hapo juu na ndio maana mimi nakuambia kwamba mfumo wetu wa kisiasa umejengwa katika misingi ya hofu, ndio mm. Swali mimi wanajiuliza mm. Wanasiasa wanaogopa nini? Mm -hmm. Wanaogopa kupoteza uongozi wao wa mamlaka mm. au wanaogopa kupoteza utu wao. That's my question, najiuliza mm, bila shaka ni mamlaka yes. Mamlaka yaliyopo yes kwa sababu utu nadhani una tukisema utu uwezi kuogopa kupoteza utu. mm -hmm. Kwa kulinda wananchi yes, eh kulinda wananchi kunaendana na kuongeza thamani ya utu kwa kiongozi yes. Kunaendana eh yes. E, kwa nini uogope kupoteza sasa, utu? Moja ya shida ambayo tuko nayo ndo maana nilikuambia katika mm -hmm. nchi yetu hizi mm m -hmm. ukishaanza kuitwa mheshimiwa mm -hmm. Mimi ningekuwa waziri wa mambo ya ndani ningetangaza wazi kabisa kwamba neno mheshimiwa ni madawa ya kulevya. <laughs> Yeyote atakayesikika anatamka au kuitwa akamatwe, honorable honorable, kwa sababu kwetu mtu akishaitwa mheshimiwa anajiona yeye yuko kwenye 1% class. Mm. Anaweza kuzungumza chochote anachoweza kuzungumza kwa sababu anaitwa mheshimiwa. mm chimenipata sasa, mm hiyo, -hmm. yote yanatokana kwa sababu kwamba wananchi wamenyang'anywa uwezo wa kufikiri kisiasa mm -hmm. na ndio maana kwenye nchi yetu ya wa Tanzania mm -hmm. wananchi hawajadili mambo ya kisiasa in a serious way mm -hmm. sana sana hawajadili vijue vya kahawa mm -hmm. Lakini at the family level wazungumzi ndio hilo, umesaidhi ile nani story Hi. kwa mamarekani watoto wanaweza kuhojiwa kumwelezea rais wao. sisi wow. hapa mpaka watoto wasetiwe na walimu au wasetiwe na mashabiki wa vyama vya kisiasa kwamba utaenda kuongea hivyo, umesikia lakini at the family level watoto hawana hiyo hawa kitu, hawajui umeona? Hakuna na shule ndio wanasoma civics, wanasoma GS sasa, wanasoma maarifa ya jamii, lakini zile ni, ni propaganda. Watoto hawajui, umenipata? kwa hiyo hey. hmm. mzizi wa shida kwenye nyakati kama za uchaguzi naona zinachangamka. hmm. mzizi wa shida unaanzia at the family level, ngazi ya familia. Tuna familia ambazo ni vikundi vya watu tu wanavyoishi pamoja mm. Wamekutana tu wakazini, vitoto vikatokea mm. that's how it is. Lakini tugusie mzizi wa tatizo la hofu yes. Kwamba viongozi wanaogopa kuhojiwa mm. Wanaogopa kusikiliza uh, mawazo mbadala mm. kutoka kwa wananchi mm. Nadhani hii ni mzizi wa tatizo kutokea kwa baba. Mtoto simhoji baba yes. Kwa hiyo rais wa jamhuri ni baba mm -hmm. au ni mama, utakiwa kuhoji yes. Kumbe hii hofu, hii hofu ni bidhaa ambayo mkoloni ametuuzia tukainunua tukaifuga, sasa imekuwa sehemu yetu sasa, ina, inatesa. Sasa ukiingia kwenye politics sasa ndio imekuwa bidhaa kubwa zaidi. Kwa hiyo umetolewa kwenye family level, wakaipeleka kwenye level ya uongozi wa nchi. Na kwa uelewa wangu mimi kwa researchi zangu za mm. The more hofu inapozidi kuwa kubwa, hofu inazaa chuki mm. Na chuki inazaa kitu kinaitwa liwalo na liwe mm. Shumenipata yes, so one of the challenge ni kwamba wanasiasa wanadhani kuendelea kuuza hofu katika zama hizi mm. tulizopo mm. wanadhani kwamba ni, ni kitu ambacho kitawafanya waendelee kubaki safe So, ila wanatakiwa wajifunze, kuna mtu aliuza hofu anaitwa Mabutu Seseko uh -huh. Na hayupo duniani sasa hivi mm. Shumini, mm. Hofu. Mm -hmm. Hayupo. Alikuwa watu wakiwa na akili timamu watakulipa sawa na ulivyowalisha mm. Mshanipata? mm -hmm. That's how it is. mm -hmm. Na hofu inatengeneza chuki. Nachokiona mimi mm hasa -hmm. ni ndio maana mimi na nasikitika sana na vyoona kwenye vipindi kama hivi vya siasa mm -hmm. nikiona vyombo vyetu vya usalama vinatumika na ba..., yaani vinatokea kwenye matukio yanayoonekana yana base katika upande fulani wa kisiasa zaidi. Yana interest, yana interest za kisiasa zaidi kuliko za kiusalama. I wonder kwa sababu Uh, hivi uh, vyombo, nadhani wahusika walioko kwenye vile vyombo wanasahau kwamba kuna muda wanastaafu na wanarudi uraiani mm. Yani wanawarudia anawarudia yeah, okay, na kile chombo hakitakuwepo. Maana ukiwa kwenye kile chombo ni mtu wao, ila ukistaafu sio mtu wao, utajijua mwenyewe. Hawatambui kabisa, hasa ukiwa hauna cheo na hauna influence yeah. Shumenipata mm. Kwa mimi binafsi hiyo inaniumiza kwa sababu hawa wananchi ambao ni misukuli ya taifa mm -hmm. kuna muda itachoka, itasema liwalo na liwe. maana watu wasio na akili timamu mm -hmm. anytime wanaweza wakachoka mm -hmm. na wakichoka, kwa sababu hawana akili timamu watatumia mwili, na wakitumia mwili is very dangerous mm -hmm. unajua, nchi salama kuishi ni nchi ya watu wanaotumia akili timamu, maana mambo yao yote watatumia akili kuyasolve, lakini watu wasio na akili timamu, kuna time watatumia nguvu kusolve mambo yao mm -hmm. na itakuwa hatari Mlipata? itakuwa hatari yeah. sana Yeah, ni mbaya. Kwa hiyo mimi nikiangalia siasa zetu naona hofu imeuzwa sana mm. Hii propaganda ya amani na utulivu, wanasiasa, kiukweli mmefanikiwa kuiuza mm -hmm, vizuri, vizuri. Nje mnatuonyesha amani na utulivu, lakini ndani mnachomaanisha ni kwamba nyie ndo mnajilinda pale, lakini kwenye amani na utulivu